Mbunge wa viti maalum kwa tiketi ya chama cha demokrasia na maendeleo, CHADEMA, nchini Tanzania Halima James Mdee ameonyesha kusikitishwa na hali ya mgawanyiko inayokikumba chama hicho na kwamba haifurahii hali hiyo inayotishia uhai wa chama hicho. Halima ametoa maelezo hayo wakati wa mahojiano maalum na mwandishi mwandamizi wa BBC Florian Kaijagi, ambapo pamoja na mambo mengine amejibu kuhusu hali ya uwakilishi bungeni, amejibu kwa undani kuhusu wabunge 19, ni nini kipo nyuma ya pazia, ilikuwaje na kwa nini minong'ono ni mikali sana juu ya wabunge hao. Amelizungumzia bunge la chama kimoja katika kufanya kazi kama bunge juu ya serikali, athari za bunge la chama kimoja kiutendaji, lakini pia amezungumzia mzozo wake na Chadema pamoja na kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu. Yafuatayo ni mahojiano maalum kati ya Halima Mdee na mwandishi mwandamizi wa BBC Florian Kaijagi ambapo Halima Mdee anaanza kwa kusema na mnukuu: hapa kwanza, bungeni ni kama bunge la chama kimoja. Chama kimoja, kwa sababu wa bunge wa upinzani kutokana na uchaguzi wa mwaka 2020 ulivyokuwa, tuko wachache sana, kwa hiyo kwa lugha nyingine ni kwamba sauti ya upinzani iko finyu mno. Kwa hiyo kwangu mimi naamini kwamba ili serikali iweze kusimamiwa vizuri, lazima bunge liwe na idadi ya wabunge wanaokaribiana. Chama kimoja kikiwa na wabunge wengi katika mazingira mengi, kwa sababu wabunge wanatokana na chama cha siasa, watacomply kila ambacho wanaelezwa na serikali inayoundwa na chama chao kwa ajili ya security yao ya future ya kisiasa kwa hiyo sasa, katika mazingira kama hayo, unakuta bunge haliko katika wakati mzuri wa kujadili maswala ya nchi kritikali, ila tunajadili maswala ya nchi kwa sababu yameletwa, lakini kuangalia kwa jicho kali na la ziada ili kushauri, na hasa pale ambapo kunakuwa kuna makosa, inakuwa ni ngumu sana. Kwa hiyo mtajikuta kwamba kuna sauti ya watu wachache sana inapambana, lakini inamezwa na kundi kubwa ambalo kama nilivyosema katiba ya nchi yetu inalazimisha ili uweze kuwa kiongozi, whether ni wa kitongoji wa kijiji wa kata wa jimbo, lazima utokane na chama. Kwa hiyo kuna utumwa wa siasa kwenye vyama. Kwa hiyo, kwa sababu mtu anataka kuwa kiongozi analazimika kupita hiyo route, lakini nina uhakika tungekuwa tuna independent candidates, yaani wagombea binafsi. Kuna stresi nyingi ziko kwenye vyama vya siasa ambazo watu wangeweza kuepukana nazo na kuja waendelee kusimamia kile wanachokiamini. Halima Mdee alipoulizwa ikiwa atagombea, ingawa anasema bado hajaamua, je, atagombea kwa kupitia chama gani, akajibu akasema: sasa unaniuliza chama gani? We unajua mimi ni chama gani? Sasa hivi mimi ni Chadema, sijui kama unanielewa vizuri. Na uchaguzi ni Oktoba, michakato ya uchaguzi inaanza, bunge likivunjwa, ndo michakato rasmi ya uchaguzi inaenda. Chama ambacho nipo mpaka sasa hakishiriki uchaguzi, kimesema kwa kauli zao kwamba hakishiriki uchaguzi mpaka pale reforms zitakapofanyika. Sasa whether nitagombea kama nilivyosema katika hatua ya kwanza, inategemea kuanzia sasa mpaka bunge likivunjwa, nitagombea kwa utaratibu upi, ama vile vile kama sitagombea, inategemea vile vile bunge likivunjwa, nitatoa uamuzi wangu na nitasema kwa nini sitagombea. Ila tu nimetoa tahadhari, iwe mimi nitagombea kupitia opposition ama wengine watakaogombea kupitia opposition Kwangu mimi sio mtu wa kuamini katika kususa. Kususa vilevile hakusaidii, inategemea unayemsusia vilevile akili yake ikoje. Unajua sometimes flexibility ina maana yake kubwa sana. Ukishajua kwamba unapambana na mtu wa aina gani na kwa levo gani, lazima, eh, lazima na wewe ustrategize kupambana na huyo mtu kwa levo kadhaa wa kadha. Kwa hiyo utaangalia faida na hasara za muda mfupi na muda wa kati na muda mrefu. Halima Mdee akaulizwa tena kwamba unaweza ukatueleza ule utaratibu ulivyokuwa mpaka mkaenda kuapishwa bungeni, kwa maana kwamba E, wale wabunge 19, akajibu akasema, dunia haikupata upande wa pili ya nini kilichojiri mpaka wale wabunge 19 wakaenda kuwapa na wale, wa, e, na wale sio wabunge walio shiriki wa kuokoteza 15, walioshiriki uchaguzi wangapi walishinda majimbo yao? Kwa hiyo sio watu ambao wanaweza kufanya maamuzi ya hovyohovyo. Halima, sikupeleka barua tume, ila barua tume ilipelekwa na mamlaka ya chama. Pia Halima Mdee akaulizwa kwa kauli yako ya busara na chama ambacho tiketi yake kimekuambieni kwamba msiende bungeni, kulikuwa kuna ulazima wa ninyi kwenda bungeni? Akajibu akasema nimekuambia pale mwanzo, very clear, sijajipeleka mimi mwenyewe, mamlaka ilipeleka barua bungeni. Nilivyofikiria ni familia yangu. Kuna aliyetoka akazungumza vitu vya ajabu sana kuhusu mimi, lakini ndani ya kapeti unajua ukweli ni nini? Kwa hiyo yanaweza yakatokea mazingira mtu, kwa sababu ana nguvu, anaweza akasema Halima alihongwa, Halima alihongwa, alipewa hela. Mimi nimeyasikia. Uzuri wangu ni kwamba mimi, tokea nimeanza kazi ya siasa, sijawahi kula rushwa, sijawahi kuchukua rushwa, sijawahi kuhongwa, sijawahi kufanya dili lolote chafu. Kwa hiyo mimi, ukiniambia Halima kapigwa hela naweza nikakuangalia nikasema huyu anayeniambia nimepigwa hela mwenyewe, mbona ndo mpigaji? Nikakupuuza, nikamwachia Mungu. Mwandishi akamuuliza tena kwamba kuna masharti ya kuzungumzia kesi iliyoko mahakamani, lakini kwa ufahamu wako madhara ni kusema utakinukisha, inavyosikika inaweza kutengeneza misingi ya kisheria ya uhaini. Akajibu akasema, katika mazingira ya kawaida kauli za kisiasa zinajulikana, ziko wazi na uhaini ni jambo zito kama ulivyosema. Kwa hiyo mimi ninajaribu kuwaza tu, kuna ushahidi gani ambao wenzetu waliomkamata, kwa sababu mtu hadi anakamatwa, labda wana ushahidi. Ni hizi kauli za kawaida ambazo tunatoa au kuna mengine yaliyojificha? Kama kuna mengine yaliyojificha, mimi sijui, lakini kama hizi kauli za kisiasa ambazo tukianza kulitrive kauli za kisiasa za kila kiongozi kuanzia wa CCM wa Chadema na hivi vyama ambavyo viko active, basi, tuta, eh, basi tutakuwa wahaini wote. Kama ni kauli hizo, lakini kama kuna jambo lingine ambalo limejificha, mimi sijui, siwezi ku comment kuhusiana na hilo. Mwandishi akamuuliza tena Halima, kinachoendelea kinaweza kikawa kina athari yeyote, au ni jambo la kawaida la wanachama kuondoka na waliokuwa viongozi? Akajibu akasema nikiwa sehemu ya watu ambao tuliijenga taasisi kwa miaka zaidi ya ishirini, mimi sifurahii nikiona kuna mgawanyiko mkubwa. Niliwaambia wakati uchaguzi wa ndani unafanyika, nilikuwa nje na observe, of course, naongea nao baadhi ya vitu hivi. Kuna vitu vilikuwa vinafanyika, nasema my God, hivi mnafikiria yeyote akishinda tutakuwa salama kwa sababu ile kampeni yenyewe tu ilikuwa tayari imetengeneza ufa mkubwa. Sasa kwa nini munaruhusu kutengeneza ufa wakati nyiye mnahitajiana? Mwandishi wa BBC akaendelea kwa kusema no reforms, no election, hakuna mabadiliko, hakuna uchaguzi. kauli ya chama chako unaweza kuizungumziaje? Halima Mdee akajibu akasema nisingependa kuizungumzia no no reform no election mimi kama Halima kwa sababu wewe unajua katika hichi kipindi cha miaka mitano nimekuwa pembeni kidogo ya chama, kwa hiyo naweza nikatoa maoni nikawa ninajipotosha mwenyewe, kwa sababu I was not part and pass of the process. Mwandishi, ukomo wa viti maalum vipindi viwili, miaka kumi, upi mtazamo wako, Halima Mdee? Mtazamo wangu, jimbo linakufanya unakuwa huru Hunyanyasiki kwa sababu ni jimbo lako, watu wako wamekuchagua. Hivi viti vya kutegemea kikao cha watu kikawaamulie unakuta hapo sasa, e, saa ingine sifa haziangaliwi, zinaangaliwa interest za watu. Mwandishi: Halima ni yule yule mpinzani tangu viti maalum baadaye akachaguliwa kaingia vit, e, baadaye akachaguliwa akaingia viti maalum tena au amebadilika? Halima Mdee, mimi ni Halima ninayependa haki na sipendi kuonewa. Nikionewa na najua unanionea, kwa sababu unaweza ukanionea kwa sababu ya tafsiri zako binafsi, mimi nitapambana na wewe mpaka mwisho. Ndivyo nilivyo, nimenyoka hivi kama rula. Waliofanya kazi na mimi nafikiri wananijua.